What happened between you and Diku? Okay. In the separate ways and... Mm, kwanza, alikuwa ni yani, um, katika maisha yangu yote ya kudate na watu ni mwanaume ambaye alikuwa nip, amewahi kunipenda kwenye maisha yangu yani, katika wanaume amewahi kunipenda kwenye maisha yangu, nadhani ni wa kwanza. Alinipenda sana sana, sana, sana sana mno, na alikuwa ananiweka mimi mbele kuliko hata yeye mwenyewe, lakini kilichosababisha tukatengana ni mimi mwenyewe. Yani, ni, ni ujinga wangu kiukweli. Alikuwa ni mtu ambaye amenyooka, alikuwa ananipenda sana, aliweza mpaka yani alipaka, alipata paka matatizo kwenye timu yake kwa sababu yangu mimi, lakini mimi tu ndo nilikuwa sijatulia, yani niko ni tu hivyo, na mimi ndo nilikuwa mkorofi, na nadhani ilikuwa ni utoto. Mi nimeolewa na miaka ishirini na mbili, nimemzaa Krish na miaka ishirini na mbili kama sio ishirini na tatu. Kwa hiyo nadhani nilikuwa bado mdogo na bado nilikuwa naona kama nahitaji kufanya vitu vingine Um, I wish yani kile kipindo kingekuwa sasa hivi, lakini unajua wanasema uh, yani baada ya juma la mbili. So nadhani nadhani hivyo, nadhani hivyo. Kwa hiyo tuli tulitengana kwa sababu hiyo, lakini bado still alikuwa ananipenda sana sana, ko kumpoteza ndiko maana ni kitu ni moja kati ya kitu ambacho kinaumiza moyo wako yeah, vibaya mno. Mm-hmm. Na ungepata nafasi ya kuzungumza naye, tunajua hayupo, ni kitu gani ambacho ungemweleza? <sighs> Hmm. Yaani, nadhani nitatumia Oh. nadhani nadhani nitatumia muda mwingi sana kuu kuomba msamaha.